Maguvani oye! Lakini ndugu zangu, tulizungumza mambo mengine ya msingi. Mimi niwahakikishie kila tulichokubaliana kuanzia kwenye maji na mengine yote, tutayasimamia kuhakikisha yanaleta matokeo, na hiyo ndio kazi ambayo wala sina mashaka. Nguzo, nilitembea huko ndani ikasema, tunawekaje nguzo kwenye udongo? Yaani nguzo za chuma tunaenda kuweka kwenye nini? kwenye udongo. Sasa mimi nikaenda nikakaa na watu wangu, tukatafakari. La kwanza, tunaanza zoezi la kubadilisha hizo nguzo zote, lakini hatuwezi kuweka nguzo kwenye vumbi. Kwa hiyo tutatengeneza na zege humo ndani, hilo vumbi mimi ntaleta mifuko 500 ya simenti, ili tuweke tuweke nguzo eneo linalofaa, na mkurugenzi atuwamwambie injinia atusaidie tujue nguzo nzuri zinazofaa hapo ni za aina gani alafu tutaweka nguzo wakati tunamwaga zege, tutafanya awamu mpaka tufike mwisho. Lakini na hapa ambapo mmesema hapa tunapokelea samaki hapa nini, na penyewe tutavuta hiyo hiyo shedi hiyo kuja hapa mbele. Lakini mwenyekiti amenipitisha kule kwenye vile vyoo, na nilipozungumza na mkurugenzi ameniambia kwamba walitenga kwenye bajeti ya mwaka huu shilingi milioni kumi kwa ajili ya kuboresha soko la Maguvani. Sasa mimi nimemwambia yeye hiyo, hey, isije huku iende kwenye vyoo, na kwa sababu mvua inaanza, maana yake inabidi mfanye haraka. Sasa mimi naanza leo, nimeanza kuleta na simenti, simenti yangu iko hapa pembeni. Sasa hii simenti simenti hii niliyoileta mimi nakupa wewe mifuko hamsini, lakini masharti yangu, baada ya wiki mbili hata mfuko mmoja usiwepo. Ikifika siku kumi na nne hiyo mifuko haijatumika kwenye choo, naichukua, we utanunua mwenyewe, si ndio? Jamani, wangapi wananiunga mkono? simenti hii hapa nimechukua hii hapa gari na simenti mifuko 100. Mifuko 50 nimeitoa nje ya ile 500 yangu. Nimempa mkurugenzi. Masharti yangu, sijui mmenielewa? Ndani, yeah, ya siku kumi na nne kama hiyo simenti hajaitumia kwenye hicho choo, ninaichukua anunue mwenyewe. Tukifanya hivyo, maana yake ndani ya siku kumi na nne choo kitakuwa kimesogea. Uongo kweli? Mmeomba barabara na nilisema tulikubaliana kwamba tutakuwa na balabala. Na barabara nzuri liwaahidi wakati wa kampeni, tutakuwa na mashine zetu wenyewe. Mna wasiwasi? Tutakuwa na mashine zetu za kufanya nini? Tukimaliza za jimbo la Makambako tunaenda na Lupembe kidogo mabuvani. Oye, oye.